Nchi imepewa uwezo wa kurekodi kumbukumbu za mwanadamu aidha nzuri au mbaya. Sasa unapoona nchi imerekodi kumbukumbu mbaya, Mungu aliiweka kwa kusudi ili unapogundua kuna mabaya yamekupata, unapogundua kuna mambo mazuri hayaendi. Mambo hayaendi jinsi ambavyo Mungu amekusudia, kwa hiyo unaruhusiwa kuiambia nchi ifute hizo kumbukumbu kumbu ilizo zirekodi ili usiendelee kufanikiwa pamoja na kizazi chako. Tuliona kwenye kitabu cha Yeremia ile sura ya 22 mstari wa 29 na wa 30, Bwana Mungu alivyokuwa akiisemesha nchi akaiita mara tatu: enchi, enchi, enchi, lisikie neno la Bwana Andika habari za mtu huyu kwamba hatakuwa na watoto, hatafanikiwa siku zake zote, wala watoto wake hawataweza kuketi katika kiti cha enzi kumiliki. Tunaona nchi ilirekodi na ikachukua hatua ikatekeleza kile ambacho Mungu aliiambia ifanye. Tunapoona kuna shida imetokea, wewe usihangaike na vitu vingine, unachopaswa kuhangaika ni kuomba toba na kuiambia nchi ifute hizo kumbukumbu kumbu, ilizo zirekodi katika maisha yako kukufanya kwamba usiendelee kufanikiwa, usiendelee kuendelea, usiendelee kufanya kazi wa kazi